Kama kweli wana Kisesa wana mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa miradi ya, ya kimkakati kwa kukamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka paka Dodoma, lakini bado ujenzi unaendelea kutoka Dodoma kwenda Mwanza. Mheshimiwa Rais, tunaomba wa hawa wajenzi waharakishe. Wananchi hawa unavyowaona ni wakulima wakubwa wapamba na mazao mengine ni wafugaji wakubwa na mifugo yao mingi wanauzia Pugu Dar es Salaam. Tunaamini ile SGR ikikamilika mifugo. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa raisi ni kujitafutia umaarufu na kuprove kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni kazi hii ingefanyika, lakini inaonyesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa SGR, Mwalimu Nyerere daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu Si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko muache ni mchukue kwenye nafasi zangu kumi. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Ameni amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake, angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mgekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleeni huduma kwenye majimbo yenu, nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo, huyu ni mbunge wa taifa na siyo mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele, ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo vitatu, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni, na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, umaarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Mifugo yetu tutapakilia tu pale Mara, mpaka ng'ombe wetu tunawasafirisha, wanafika kule wakiwa wamekonda na bei imeshuka. Sasa hivi kujengwa kwa treni ile na kubeba mizigo ile, tutaongeza bei kwanza. Tutasafirisha leo kumsafirisha ng'ombe mmoja mpaka Dar es Salaam, karibia elfu sabini lakini ukipunguza na kushuka samani kwa kukaa muda mrefu njiani, unaweza ukazalisha fedha nyingine mpya laki tatu kwa ng'ombe mmoja, lakini mazao ya pamba hivyo hivyo kwa, yataongeza bei kwa sababu tutasafirisha kwa gharama ndogo. Mheshimiwa Rais, umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere lote megawatts zote 2115 tunakushukuru sana Watanzania, wanakushukuru sana. Tunajua viwanda vingi vitakuja kujengwa, wawekezaji wengi watakuja kujengwa, na hivyo utakuwa umetatua tatizo la kiuchumi la Watanzania, utakuwa umetatua tatizo la ajira ya vijana wetu ambao wanasoma leo wanakosa ajira. Uwepo wa viwanda vingi na wawekezaji wengi, ajira kwa vijana zitapatikana. Najua unaenda kufungua daraja la Busisi, nalo limekamilika. Hongera kubwa kwako ujenzi wa MV Mwanza hapa kazi tu, na yenyewe imekamilika. Mheshimiwa, hongera sana. Nimalizie kwa pongezi kwa kusema tumefanya miradi mikubwa ya elimu, miradi mikubwa ya afya, miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, miradi mikubwa ya mawasiliano, miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa Rais, ukifika jimbo la Mpina, ukiwa kwenye helikopta, ukiwa juu, utazani mwanamke kasuka, twende kilioni msuko wa twende kilioni, pamepasuliwa barabara kila sehemu, pamepasuliwa barabara kila sehemu. Nadhani ni jimbo lako kwa la kwanza Tanzania kwa ujenzi wa barabara bora kama hilo, na tumetumia tumeleta tumeletewa kwenye barabara ni kama bilioni saba, kwenye maji bilioni nane, na maji menyewe tumepiga hatua kweli kweli. Mheshimiwa Rais, changamoto ya muda umesemwa hapa, mradi wa tabia ya, tabia ya nchi ule wazi wa Victoria, Mheshimiwa Rais najua unakumbuka vizuri nikiwa naibu wako ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Mwishu... jeshi letu la polisi mnatakiwa myaelewe kwamba watanzania sio wajinga sana, wanafahamu na wanajua kuanalaisi mambo. Niwatolee mfano tu, alipotekwa huyo Mohamed